Unajua sometimes unaweza kwa opt kununua Mazda Verisa badala ya kuchukua Toyota ST ambaye ni rival wake mkubwa sana. Unajua, <coughs> Mazda Verisa ni kama imekuja kukompiti na soko la ST. Yapokuwa haijaliweza haijaliweza sio kwa sababu hii gari sio nzuri. Hii gari na vitu vingi sana na ofa ambavyo ni much better compare na Toyota ST. Mazda Verisa inakupa comfort ya hali ya juu. Najua na comfort inaletwa na vitu vingi. The premium look ya ndani ni comfort. Sawa. Namna ambavyo unavyokuwa umekaa huku hapa head, uh, headroom kichwa kina nafasi kubwa hata upande wa dereva. Miguu hapo unaweza kukaa comfortable kabisa na viti vyake vimekukamata, yani kama sport seats. Last up, na hii infotainment I mean hii cluster au instrument cluster ni moja kwa moja dereva na interface hapa, tofauti na IST, you have to focus at the center kwa sababu ile inakuepo hapa katikati kat, kwa hiyo there is a big difference kwenye issue ya instrument cluster, muonekano wa ndani. Lakini sasa achana <coughs> na vitu vingine, angalia namna ambavyo spesi zake zilivyotengenezwa kwenye milango, milango ya IST hizi space zina nafasi ndogo sana, hapo unaweza ukaweka hata kinywaji. Na pia unaona huu finishing yake ni leather. ST ni full of plastics. Full of plastic kwenye ST. Lakini hapo unaweza kuona jinsi. Kwa hiyo Verisa kimsingi ina mwonekano mkali na Mazda wenyewe kwenye issue ya mwonekano hawajawahi kabisa kukosea. Umeona? Hizi space unaweza ukaweka vitu hapa na bado chini unapata tena nafasi ya kuweka vitu. Umeona space ya mtu akikaa nyuma hapo, bado kuna nafasi ya miguu ya kutosha. Na hata unapopita kwenye barabara ambayo sio nzuri, hii gari ina mineso tofauti na IST. Unajua IST, ukiwa kwenye IST unakuwa unaona ni kama vile